Stars lakini pia uh, heshima kwa mkuu wa mkoa ambaye ni mgeni rasmi wa tukio letu hii leo, mama yetu Halima Dendegu, naye pia ni mlezi mm, namba mbili wa Singida Black Stars, makofi tafadhali. makofi makofi ya kutosha, makofi tafadhali tafadhali, ya wale sasa ili pamoja awe Ayy. Ayy. Ayy. Ayy. kwa eh.

Miongozi wa Singida Black Stars kama nanisikia, mnaweza kufika jukwani pia kwa ajili ya kupata kumbukumbu ya pamoja. Hii ni historia ambayo tumeiandika pamoja kwa ushirikiano ni lazima tupate kumbukumbu hii kwa pamoja tukiwa na mlezi wetu, tukiwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa, lakini pia tukiwa na benchi la ufundi, tukiwa na wachezaji. Hiki ndio kikosi ambacho kinawakilisha Wanasingida wote. Timu mnaoona hapa ndio imeleta historia hii ya kombe la kimataifa kwa mara ya kwanza. Mimi niko msemaji kwa mwaka wa nne sasa hivi na nimeshapata kombe. Kuna msemaji au basi? <laughs> <laughs> How do we sing? Toto kautaka wesimiwa <laughs> mgeni rasmi kweli kabisa. Na mimi nionyeshe furaha yangu leo kombe hili kuwa ndani ya ardhi ya mamangu hapa Singida. Aa, ni furaha isiyo kifani. Tulikuwa na kikao cha tathmini cha wagombea wa ubunge pamoja na viongozi wetu wa chama hapa hapa mkoani tukijiandaa kutiki, mara nikasikia habari njema kwamba mlezi namba moja wa mkoa wetu wa timu yetu ya mkoa uko hapa na kikombe kimefika. Ilivyoisha nikasema na mimi sitachelewa kuja kushuhudia utukufu huo. Kwa nianze kwa kupongeza benchi la ufundi linaloongozwa na master mat master, Felastasio. Hongera sana wajianekuku songera la zigizigi. Lakini niwapongeze pia wachezaji wetu ambao wametuletea ushindi huu mkubwa na nipongeze mashabiki wote wa mkoa wa Singida, wanaitwa mchezaji wa kumi na kumi na mbili. Tunawapongeza sana kwa kujitoa kwenu, na najua hii mnawapa nguvu zaidi benchi la ufundi pamoja na, na timu nzima, lakini kama ambavyo gavana wetu umesema, sisi kama mfano wa wa wa, wakulima wa, wa, wa, wa jembe la kukokotwa na ng'ombe ambavyo huwa tunasema wale ng'ombe wa nyuma huwa wanatembea tu kufuata spidi ya ng'ombe wa mbele. Haya yote yanayofanyika yanatokana na uongozi bora na hamasa kubwa inayotolewa na kiongozi wetu mkuu, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye kwa kweli Ameiondoa Tanzania kwenye kichwa cha mwenda wazimu, ameiondoa Tanzania kwenye kuwa kichwa cha mwenda wazimu, kwamba kila mtu alikuwa anajifunzia kunyolea Tanzania. Sasa sasa mpaka Singida wanaijadili Afrika nzima, na naamini kule tunakokwenda, tunakokwenda mbele, mtoto kautaka, tunakushukuru sana, basi <laughs> tuwatakia kila la heri na, na mimi naamini makubwa zaidi yanakuja, na mimi gavana, nitakuwa bega kwa bega nawe kuhakikisha kwamba hii hii ahadi ulioisema kwamba kuna kuna kombe lingine litapokelewa lita, iweze kufikiwa. Asante sana.